Mimi naitwa na Noel Joachim Mhema. Uh, kwa baadhi yao nafikiri baadhi wenu mnanifahamu na kuna wengine ambao hawanifahamu. Nimetoka e, Arusha, mimi mkazi wa Arusha. Nimetoka juzi usiku. Kwa hiyo nimeingia jana asubuhi saa kumi na mbili ndio nikawa nimefika Ubungo, nilikuja na gari ya Kilimanjaro na kutoka hapo nilifika saa kumi na mbili nikachukua e, bajaji kwa ajili ya kwenda Kisutu Nimefika Kisutu ilikuwa ni saa saa mbili kasoro, ndo nikawa nimefika hapo. Nilipofika hapo ni, nikakuta askari wako wengi sana pale mitini, tuka nikakaa kidogo, akaingia akaingia Ngoto mwenyekiti wa kanda ya Serengeti nafikiri alikuwa na, na baada ya muda kidogo akaja, akaja Mwaipaya pamoja na, na Pambalo wakafika pale tukakuta geti limezuiliwa, hatuwezi kuingia tukasimama pale kidogo e, tukasema tuka, tuka sasa tutoke hapo, kuna kona hapo kidogo, tukatembea kidogo kwenda kwenda e, mbele kidogo hapo e, tukafika e, kwenye kona e, nyuma ya, ya, ya, ya Kisutu. E, pale tukawa tuna tukasimama simama pale tukajaribu kuongea na e, akaja nani huyu aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Malinyi. Uh, tukawa tumeongea kidogo hapo dakika chache, tukasema sasa kwa kuwa wanazuia, hebu sisi tuende, kulikuwa na watu kama 20, eh, kama ishirini hivi tukasema tuende, tukajaribu ku, kuomba askari ili tuingie. Tukatoka pale tukawa tunaongozana, tulifika tukafika pale kwenye geti kwenye geti la kuingia hapo uh, Mahakama Kisutu. Kwa, kwa muda mfupi wakawa wamemkamata wamemwambia Pambalu, pamoja na Mwaipaya na Ngoto, ingieni kwenye, kwenye gari. Mimi nikawa nimezunguka nyuma nikakataa kat, tulikuwa wanne nikakataa ku, ku, ku, kuwa katika ile kampani, nikazunguka nyuma waka, wakaniacha wakawapandisha hawa gari na mbele yetu kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na wanamtometi pale, kulikuwa kwenye maji na wana, askari walikuwa zaidi ya saba pale, walikuwa wanamsukuma wanampiga, na tisheti yake ya juu ilikuwa imeshatoka sasa. Nikaona ni ni mimi kwa kuwa sasa niko hapo niende pale ili nimsaidie yule dada. Sasa ha, ile hali ndio ilikuwa tatizo lilionipata mimi. Baada ya kuwaambia hivyo, wakaniuliza wewe nani? Ni nani? Nikawaambia mimi ni mwanachama wa Chadema, nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mheshimiwa Lisu. Sasa eh, wakiwa nikiwa pale waka wakanielekezea umbwa umbwa, kulikuwa na maaskari wawili wenye umbwa e, nika, nikageuka sasa kuondoka kwa sababu ya kuogopa wale umbwa, ili niende upande wa pili, nikataka kuvuka ng'ambo ya barabara, wale umbwa waka Uh, wakawa waka wameni attack kwenye mguu wangu mmoja huu wa kushoto, naweza mkaona kuna majeraha yako, yako mbele hapa na nyuma eh, mbwa akawa amenikamata, sijafanikiwa ku, kumsaidia yule dada nisikia anaitwa sijui ni Eliza eh, white girl eh, mbwa wakawa amenikamata pale e, trouser ambayo nilikuwa nimevaa ikawa imekatika, mbwa ananing'ata, nikawa nimeanguka chini. Kulikuwa na maji na kulikuwa na tofali pale. Sasa nikiwa pale chini, mbwa ananishambulia, nimeanguka chini, nikawa pale nilipoanguka, kulikuwa na paving hizi hizi tofali za paving. Nikawa nimeshika tofali kwa ajili ya kujiokoa ili nipige yule mbwa. Nikawa nimeshika ile tofali na mikono yangu miwili, nikawa nimenyanyua juu ili kutafuta gravity nzuri, ili niweze kupiga ku, ku, ku, ku, ku, ku yule mbwa. Hapo ndio nikasikia sauti za za maaskari wakisema usipige, usi, usi yule mbwa wakati nimenyanyua mikono yangu juu ili kutafuta nani, nafasi nzuri ya kupiga yule mbwa alioning'ata, ndo nikasikia vipigo kwenye kichwa changu pigo vya vya ajabu sana, na nikawa nimenyanyua mikono yangu juu, nikashindwa jinsi ya kupiga yule mbwa. Fimbo zikawa nyingi sana kwenye kichwa, kwenye mikono, eh, Finally nikashindwa kushusha ile tofali, nikawa nimepigwa sana, nikadondoka pale, damu zikawa zinavuja. Kitu nilichokiona kwenye mikono yangu ni damu zimejaa. Nikawa nimekaa pale na mbwa wakawa wananing'ata kwenye miguu, na wakaleta mbwa mwingine kushughulika na mkono wangu mguu wangu mwingine, huu wa pili, miguu na majeraha, mnaweza mkaona tu mbele nyuma. Kitu kilichonishangaza sana ndugu zangu, wale askari walikuwa tayari kusaidia umbwa, lakini sio mimi, walikuwa tayari kus, kus, kus, kusaidia kum, mbwa yule nisimpige, lakini mimi nipate eh, majeraha. Kwa hiyo zile fimbo zilipotua kwenye kichwa, damu zikawa zinatoka sana pale, nikawa nimeanguka pale deni, nika katulia, mbwa wanaendelea kung'ata miguu yangu. eh, eh, ba, baada ya muda kidogo kuna fande moja ambayo si, siwezi kumkumbuka namna gani, akasema toeni hao mbwa. Wale mbwa wakawa wametolewa, wame, wame, nikawa navuja damu kwenye miguu kwenye mikono, wale mbwa wakawa wamewatoa. Uh, nika, nikawa niko pale. E, baada ya, ya muda nikamsikia Pambalu alikuwa anapiga kelele sana sayo, nilikuwa bado sijapoteza fahamu. Pambalu wakawa na, na Mwipaya wakawa wanasema wameua, wameua, wameua, wameua. damu zilikuwa zinavuja pale na damu zilikuwa nyingi sana na Eh, nikawa niko pale nimetulia finally. waka waka wakasema wakasema kwamba huyu mtu apelekwe hospitalini nikiwa pale chini waka, wakati wanapiga akina Pambalo wanapiga kelele, saa hiyo walikuwa wameshapandishwa kwenye gari nikawa askari wakaja pale wakataka kuninyanyua wakashindwa, waka waka estate kidogo kwa muda ule, saa hiyo nilikuwa bado niko conscious. Nikasikia sauti ya mtu mmoja aliyekuja ambao anahisi aidha anaweza kawa nilikuwa ni di, eh, mwana mapinduzi au ni askofu uh, Mwamakula akawa anasema sasa mi nime tumpandishwe kwenye gari yangu uh, saa hiyo wakati ana dimandi hivyo, hawakuweza kunipandisha pale, wakakataa. Nikawa nimepandishwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye gari yangu wale askari e, kwenye ile gari ya askari wale ilikuwa nikatupiwa, nika tu pale kama mzoga tu e, it was very bad. Nikatupiwa pale. Baada ya hapo nikawa niko e, kumbukumbu zangu hazikuwa nzuri nafikiri baada ya hapo nikaenda kuzindukia uh, kituo cha afya, sijui ni kituo cha afya au ni hospitali e, nikiwa nimenashonwa kichwa na wananishona kichwa, nikawa nimezinduka pale nika nikauliza, hapa e, niko wapi? Wakaniambia huko huko huko hospitali. nilikuwa na, na mzee mmoja ambaye alikuja kunitambulisha kwangu, anaitwa mzee Haule, simfahamu, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona. Eh, nafikiri ndio alikuwa na mimi mpaka pale, nikashonwa niliposhonwa pale, nikamwambia mzee yule sasa tutoke tu hapa. Baada ya hapo, ndio tukawa tumetoka hapo. Baadaye nikapelekwa Kaiyuki, nikaenda kush, kuchom, kuchomwa sindano za kichaa cha mbwa, alafu nikawa nime, nimeenda sehemu nyingine kupumzika. Asubuhi nilipotoka, nikakumbe mguu wangu huu wa kushoto hapo chini, wakati napigwa zile fimbo kumbe, me, umepata me, crack. Ndo leo ndo wakanipeleka ku, kunifunga hii yeah, that i kitu. Ndugu waandishi wa habari, naomba kabla hamjageuza kamera zenu eh, tusikie.